Akikanyagamo kwa ndoa aondoka, atikisika, kuna mukokoro itawaondoa. Ukimfanya vipaya, anapikia kiti na cost, anakupikia, mnaombana msamaha, mnarudia namo, tafuta mm. msichana mruya mm. wale wanafunzi wangu ambao ni maslow learners this. Video is for you, make sure you watch this video until the end you. I want you to connect some dots. Nataka niwafunze how to connect dots na hawa watu wawili bebi na bebi wa bebi juu wamewachanganya mpaka wengine mmefika mmechanganyikiwa kabisa. And before we go, before we get into the video, mnajua leo ni anniversary. Leo ni, ni 26th of March. Do you know? Leo ni first anniversary ya bibi na bibi wa bibi Obidem, the Obinnas. Let me call them the Obinnas juu baby is part of, part of the Obinnas. Yeah.

You, you hit at, ako kakengele kako hapo kando the, make sure the end. Juu mambo, kuna mambo nataka niwafunze. Nilisema? Najali wanafunzi wangu wote. So Listen to this clip. Mbe, akikanyagamo kwa ndoa. Ando kiatikisika. Kuna mukokoro itawaondoa. Ukimfanya vipaya anapikia kitu na kostu anakupikia. Mnaombana msamaha mnarudiana namo. Mm. Tafuta msiana mluya. Mm. Mimi nilisema nimetoka kwa Wakamba, saizi niko kwa Waluya. Mm. Kamba kidogo yuko nini? Kamba imechemka. Mivitu Wakamba wamenionyesha kai wacha Aya. Iyo ni ngoje boma haya, iko sawa. Mnakumbuka hiyo ni hiyo hiyo, ni ni video gani? ako ka clip kenye ni nimewachezea. Mnakumbuka hiyo video imetoka wapi? do you remember? Acha niwapeleke nyuma. Mnakumbuka wakati Ogobina alihoste Irene Nekesa kwa show yake? Irene Nekesa ni ex nani wa, eh, wa Diana Bahati Mnamkumbuka wakati alimhosti kwa show yake, alafu nani um, Irene alikuwa anamwambia like yeye anamtaka alafu, e, Gobina akamwambia like mimi mambo yenye e, wanini wa, wakamba wamenionyesha mm -mm. mm -mm. That's where nimetoa hiyo clip hiyo nimewachezea hapo. Yeye saa hii ana focus na Waluya. Bibisi ni mluya From Shikeni Atua Kitale ni, ni Kitale ama Tranzoia, anyway hapo, hapo, hapo tu within, bebi ni Mluya, si ndio? Alafu turudi kwa, kuna clip ingine nataka niwachezee hapa, ndo mjue ku connect dots kwamba a watu wawili, aa watu wawili, a hata kama mnaambiwa ni majizi. Ak kuna, aki kuna wengine, unewe, mafansu, ninyi mafansu wangu, kuna wenye pia hawaelewi yani Wana, wananiuliza sasa mimi feli hata nime give up. Bebi anafika huko anatuambia ako TZ. Bebi akifika huko anasema yeye sijui ako wapi. Bebi akifika huko yeye anatuambia yeye, yeye saa hii type ya yake ni nini ni, ni, ni ile. So most of you mo, most, most of my fans mko confused. That's why nimewafanyia hii video. Sikiza pia hiyo siku mbili tatu wewe, tunakupoteza wewe wajalume nikataa maniamu ni tume kwa ni type ya wazungu, sio type yenu tourist, tourist watalii. Wewe ni type ya watani, oh, ndajaribu kupiga <laughs> round robin Masai Mara mm. Nione kama tapata kitu, wewe una waste two time na sisi, oh <laughs> pale Malindi siku tatu wewe, eh. Guys, kama ah. unaona hii video na huko Malindi na hiyo pia, mnaikumbuka hiyo si ya kitambo, hata hiyo ni ya last week, last week kwa umbea, bebi wakiwa na tumbili tumbili akamwambia like yeye si type yeye type, type yake e, baby type yake, type yake ni wazungu. Ni tumbili alikuwa anamwambia baby ik like, wewe type yako ni ya wazungu alafu baby alikuwa zile za kwani tumbili hadi, hadi mmenikataa kwa wajaduu umeamua kunitupa tu hivyo hmm? Wajaduu ni kina nani ama ni nani mjaduu? Si nioga Obinna ni nani mwingine si nioga Obinna? mm-hmm najaribu na, na, na, na, na kuwafunza kuwa, kuwa mjue ku connect dots, so tuendelee, we are moving on swiftly, tuende kwa ingine hii, sijui si, si, si, sijaipata but nataka niwatume huko muende muwatch hiyo video on Monday. Ogobina ali host a uh, Pesh. Pesh, ex conflict, yule mwenye alishikwa na drugs uh, was it in, yeah, I think it's in Ghana yule dem mwenye alihostiwa kwa show ya Oga Obinna on Monday. Alafu hiyo dem alikuja na friend yake, Pesha alikuja na friend yake. So wakati Oga Obinna alitanda like imwambia kuja atusalimia, akakuja akagotea Oga Obinna. Alafu kuna kajoki kenye walikuwa amekira kutoka nyuma ati before, before nani, before Pesha ashikwe, alikuwa anatesa wa nini, alikuwa anatesa wa baba uh, uh, guy I'm sorry. Alikuwa anatesa wa baba wa Nairobi. Alafu Gobina alikuwa zile za huyu, alikuwa anarudisha nini wazae nyumbani like, alikuwa anapenda kuspend do za za nini za wababas. So alafu ndo huyo Peshi akasema yeye aliachananga na hiyo stori sasa, mwenye anaweza rudisha nini, mzae nyumbani sahi ni hiyo beshte yake. Alafu wakaendelea ati ni Mkamba. Alafu Gobina alikuwa zile za ah, apana, kama ni Mkamba hapana, mi nilishatoka hapo kwa Wakamba. Wakamba wamenionyesha mambo. Alafu ndo Pesha akamwambia like, kama ujai, kama ujai kuwa na Mkamba basi wewe you are you are losing it. You are losing it ama. Make sure you go and watch that nini that video. Muende muwatch hiyo video. So Obina alikuwa zile za wao, unajua baby mamas wangu wawili ni Wakamba sai na concentrate na, walu, na na nini na waluya waluya. Ni kina nani? Ako saidia waluya, sai muluya ni nani? Ni demu wa Facebook. So ni nini hapo ingumu? Nataka muniambie you students of mine, nataka muniambie ni nini hapo i, i, i ku, ku, ku, nini hapo iko ngumu kunini kuelewa hmm? Ni nini iko ngumu hapo kuelewa Don't you think like, don't you see like the chemistry between these two people, hata wakijaribu kuficha, kuna vitu zingine wao wanaongea kwa nini wanaongea tu, zina nini zina, zina zinafanya nini zina zinaonyeshana, zina like wako pamoja, don't you see that? Hamuoni kabisa? Hamujui kusoma? Aki wanafunzi wangu, nitawafunza hii mambo hadi lini? hmm? nitawafunza hadi lini? Amwezi elewa hizi nafanya ni symbol, they are very symbol, you you can understand them hmm? The laugh between these two people hata wakijaribu kujificha, most especially Obinna. Niliwaambia Obinna hajui kuficha, hajui kuficha kabisa. Eri bebi, hata bebi anajaribindi kuficha, lakini kuna mahali pengine ikifika, bebi huwa anashindwa kuficha, pia ye anachoma sasa ume, ulisikia akiuliza hivo. Uh, tu mbili umeamua mpaka kwa Wachaka m, kwa Wajaluo mmenitupa mme, kutoka huko hmm? the love between these two people aifichiki, the bond these two people were created aifichiki, wanashindwa kuficha. Na msisahau, niliwambia, msisahau kwamba leo bebi atakua kwa umbea, bebi wa bebi atakua kwa umbea ama ubina atakuwa kwa umbea mimi nilisema siendi kuni, mimi nilisema siendi kuchamba za shemeji. Mimi naenda kukaribisha shemeji nyumbani. So make sure tupatane huko at 8 pm. Tupatane huko, kwa umbea at 8 pm. Nitakuwa huko na wasubiria huko. Mniambia hapo chini nyinyi mnaenda kuchamba shemeji ama mnaenda kumkaribisha nyumbani? Bibi alisema mwanaume anaenda anatembea huko nje alafu tena anarudi nyumbani. Mwisho wa siku anarudi nyumbani. So unamkaribisha ama unakuja kumchamba? Bibi Bebi, usitufanyie hivyo aki. Aki, usitufanyie shemeji hivyo, na vile tumeomba sana tuwaone pamoja. Hmm? You people, you give me your honest opinion hapo chini kwa comment section. Nawapenda sana. But as for me, I think now you you can you are in a position to understand these people vitu zenye wanafanya. Okay? Yeah. Sitaki niwapeleke mbio mbio. Hapana, nataka niwafu niwapeleke class pole pole pole pole. Sitaki ni waharas. Mm -mm. Nataka niwapeleke slowly by slowly. Mm-hmm. Ndo those people wenye hawaelewi kwa kitu hapa ndo mjaribu kushikanisha. Juu kuna watu wengine hapa wako genuine fans, lakini wako zile za wako in denial bado wanasema. Sasa, bibi anatufikisha anatufikisha kwa, kwa anaitwaje? Anatufikisha kwa kwa kwa Rapudo, anaturudisha kwa eh, anaitwaje? You know, you know, watu wenye naongelelea so hizi vitu, vitu hawa watu wawili hawajui kuficha, so just take it from me like hawa watu wawili wako pamoja. Acha leo tuangoje kwa umbea, tusikie vile bibi atakaribisha bibi wake kwa umbea, atakuja kumchamba vile alituambia, ana, ana, ana, ana mchamba y yeah. Tupatane kwa next video na kama uja subscribe, please subscribe.

Obidemu, I mean. The Obinas. Niliwaambia demu wa wife b is part of the Obinas mm. So happy happy anniversary to demu wa Facebook and oga Obida, mnasikiaje? Anyway, tupatane kwa next video, you people.